Kwenye sha shati nyuma, ile ishara kumtongoza. I was like, what? Mimi kumbe miaka yote tunaishi, kwa sababu video haijafanyika leo, mambo kumbe ya zamani, mambo ya zamani, damu kubwa kaeka mambo ya zamani hapa kwenye koromeo. Wewe ungekuwa mume wangu, unataka kinywaji, ungeniambia mimi, mimi ningekupa kinywaji, lakini wewe unaenda kupoa kinywaji na rafiki yangu. Hmm? Na unajua kabisa yule mtu tulishapishana kipindi kile cha nyimbo yako ya bonus. Unamaanisha nini kukubali na kutoka kunywa? Na unakenua meno eh ka, kama unatangaza tangazo la la dawa ya meno. Unamhudumia nini mume wangu? Ushasema mume mume wako, mume wangu. Unamhudumia nini mume wangu? Kwa shobo hilo. Kwa shobo hilo me. Ulikuwa wapi? <apples> Mbona unamfokea hivyo? Is everything okay? anaangalia mziki. Unamwachaje Natalia anakaa anaangalia mziki. Eh? Haujui sheria nyumbani kwetu iko vipi? No, no, no. We Natalia simama. Uh, uh, uh. Simama. Hey, you can't treat a baby like that in my house. Excuse me. Uh, uh, uh. Light, kama ningejua yangetokea wingekuwa vile ilivyokuwa ningeiacha familia yangu labda ninge